Zaburi mia na sita mstari wa kumi na nne na wa kumi na tano unasema hivi, bali walitamani sana jangwani, wakamjaribu Mungu nyikani, akawapa walichomtaka, akawakondesha roho zao. Kwa hiyo nachotamani, uangalia hapa, sio kila kitu unachoomba kinaweza kikakupa furaha ya kudumu, kinaweza kikapotea na kisiendelee kuonekana, lakini pia kinaweza kikaharibu kwa sababu umeomba kitu ambacho hakina umuhimu katika maisha yako. Biblia inasema hawa watu wa Israeli walikuwa nyikani na wakamwomba Mungu awape wa nyama. Amen, si ndio jamani? wakamwomba Mungu awape wa nini nyama? Sio kwa sababu wana njaa, wana hamu tu ya kula nyama, basi wakaomba nyama. Lakini staili waliomba nayo nyama, Biblia inasema Mungu akawapa, na walipowapa walifurahi, wakaenda wakaokota. Lakini kwa sababu kile kitu hakikuwa sawa, hakikuwa kitu cha kuwasaidia, kilileta mauti katikati yao. Si kila kitu unachoomba ukakipata kinaweza kikaleta furaha ya maana. Hebu mwangalie jirani yako, mwambie kitu unachoomba ukipewa kinadumu kwa miaka mingapi? Kitaenda na wewe mpaka wapi? Kitashindana na maisha haya mbele ya maadui zako mpaka wapi? Jamani kanisa, haleluya, haleluya. Muulize, kinaweza kikatengeneza vitu vingine vingapi? Kwa sababu natamani uombe kitu ambacho ni package hebu mwambie mwenzako omba kitu ambacho ni kifurushi ambacho ndani yake kimebeba vitu huu? vingine kwa mfano nachukulia mfano tu mchungaji alikuwa anazungumzia hapa juu ya vijana wanaotaka kusoma si ndio? Amen. wanaotaka kumbuka elimu ni package. ni kifurushi ukipata elimu sahihi kwa namna ambavyo utakavyoipata kwenye maeneo utakayoyapata Ukiingia kwenye elimu ukafungua utakutana na pesa, sema moja! Hey, mwambie mwenzako kwenye elimu pesa iko. Mwambie kwenye elimu cheo kipo. Mwambie kwenye elimu heshima ipo. Mwambie kwenye elimu mamlaka ipo. Eh! Hey, mtu mwenye elimu ndiye anaweza akawekwa kwenye mamlaka fulani, akawekwa kwenye cheo fulani, akawekwa kwenye nafasi fulani, na kwenye ile nafasi pesa ikaja pale. Unajua huna pesa, kwa sababu hauko kwenye nafasi pesa inayotakiwa kuja. Ukiwekwa kwenye nafasi ambayo pesa inakuja, mchungaji, pesa inakuja tu yenyewe. Kuna watu hawajui, watu wanafikiri ili wawe na pesa wanatakiwa waombe pesa. Usiombe pesa, omba kinachoita pesa. Kuna kinachoita pesa. Mtikise jirani yako, mwambie kuna kinachoita pesa Hebu he, mwangalie usoni mwambie tena, kuna kinacho yaani, kuna kitu kikiwa mahali, pesa inakimbia yenyewe, inakuja, yani inakuja tu, inakuja tu, inakuja. Na unaweza ukaomba pesa ikaja kwako kwa, ikapita kwanza, kuna watu wangapi hapa wameshawahi kuwa na pesa na hawana? Na wanaelezea nakuambia, zilikuja yani zilikuja, lakini sasa hivi nakwambia hali. Maana yake zilikuja zikachungulia mazingira, zikaona hapa hapafai kukaa hapa, wacha tuende sehemu nyingine. Nataka nikuambie, kuanzia wiki hii tunaenda kukuombea kwa staili ambayo pesa ikija inawaita na wenzake nasema, njoni jamani njoni, haleluya. Heshima ikija inaita na wenzake nasema njone, oh, cheo kikija kinaita na wenzake. Kuna wengine wakati wewe unaomba uongezewe cheo, kuna wengine wanasema nipunguzieni, kuna wengine wanasema nipunguzieni hivi vyeo jamani, wapeni na wengine, nimelemewa. Wako overloaded, wamelemewa na vyeo na nafasi na heshima, wamelemewa, wakati wewe uko kwenye nafasi ya kuomba kupewa hiyo nafasi kwa sababu gani? Kuna vitu unatakiwa uwe navyo, kuna vitu ulimwengu wa roho unatakiwa ukuassign kwamba uwe navyo, kuna vitu Mungu anatakiwa aviachie uwe navyo, kuna programu unatakiwa uwe nazo, kuna application zinatakiwa ziingie maishani mwako. Ukizigusa tu namna hizi zikifungua, zinasema huyu anatakiwa moja, mbili, tatu, nne, na Mungu anaenda kukupatia katika jina la Yesu. Mwangalie jirani yako mwambie, haitakiwi pesa ipite kwako, inatakiwa ikae kwako. Wangapi wanataka ikae kwao? Yaani ikae kwako ikae ikae kwako, kuwe nyumbani kwake. Haleluya, haleluya! Amani haitakiwi kupita, inatakiwa ikae nyumbani kwako, sema amina. Furaha haitakiwi kupita. Inapita hapo kama kichochoro, inakaa siku mbili, unasema yaani, kama hii siku mbili tatu hivi tangu tumefanya yale maombi, kwa kweli kulikuwa na kautulivu ka kutosha, lakini ghafla tu ghafla tu, kumbe amani alikuja kupita. Tunataka akae hapo, tunataka furaha ikae hapo.